So, siwezi kufanya kazi ofisi moja na wewe ukiwa bosi wangu. What? Unamaanisha no nini? Nadhani hiyo <laughs> <laughs> ni dhahabu. Kabonge nao nini kupa chochote, ukirudi utapata shia yako. Nina makosa mengi kama mwanadamu. Ni roho ya Simon imekuingia, ile roho yake ya kilokole? Ama unampenda Simon? Naona kama mtu fulani namkumbuka, namjua vizuri. Mungu wangu, unaijua jema na baya, wasafi na wenye dhambi. Unataka kuniambia nini juu ya huyu binti Bel? Naomba hekima na busara kuisikia sauti yako. <mulia> Ni mkufu gani unaongelea wewe? Mbona sikuelewe malikia wangu? ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, maliki ni wa dhahabu. Kwa kumbukumbu kumbu zangu zinaniambia niliutupa hapa. Oh, ulitupa hivi? Mm, ulishawai kuona wapi mtu akatupa kitu kwenye nyumba ya mtu afa akadai ni chake? Kwa hiyo unao? Eh, ndio nao, ila kwa sasa sina, nimempa Sela upeleke sokoni. Ah, unasemaje wewe? Mbona unataka kuniweka matatizoni Huu um, mkufu sele anaujua <laughs> e, najua kuwa anaujua, na ndio maana nilimpa yeye makusudi ili nikupe funzo. Unaongea kitu gani mudi Mimi ni mwanaume tena mwanaume kamili kama alivyokuwa Saidi sikufurahishwa na wewe juzi kunipandisha sauti nyumbani kwangu Unaenda bila ruksa yangu nilikuja mwenyewe na naondoka mwenyewe oh. Kuosha kwa kijogoo wenu, sindio? Unamaanisha nini? Mwanangu eh, naona hali yako imebadilika sana siku hizi. Mwanzo nilihisi kwamba ni labda ni stress ya maandalizi ya, ya albamu yako lakini naona sio, kuna tatizo gani mwanangu? Mi niko sawa baba, na mengine ni ya kawaida tu, nitakuwa sawa ila. okay, kifo cha marehemu mama kimemwathiri sana lia, na tunapaswa kabisa kumsaidia kumsaidia wazazuri ya, ya, najaribu sana kumwelewa lakini wakati mwingine nashindwa, matendo yake ni magumu sana kuvumilika lakini Mungu wetu ni mwema, tuendelee kumwombea. Siku nyingi. Haya tu utundu wako mwanangu. Ma siku nyingi tumewachia nyinyi, sasa ndio wakati wenu. Unajua wewe ndio mwalimu. <laughs>

Ubaya najiuliza, sipati sababu. Kwa nini kila siku yanakuwa kwangu? Kwa nini mimi eh? Kwa nini mimi

Sweetheart, uko sawa? Yes, uko sawa. Kuhusu jana usiku kulala sebleni, unahisi hali yako ya kukosa usingizi karibu na mimi imerudi? Maana jana siku nzima tulikuwa na furaha sana, na sijaona sababu ya wewe kushindwa kulala karibu na mimi <clears throat> Kwani umeanza tena kuchepuka hmm? Samani kwa kuuliza hilo, kwa sababu hicho ndo kitu pekee kilikuwa kina nyima usingizi karibu yako. hata <sighs> hivyo usijali kuhusu hilo, cha msingi sasa ni kukamilisha ndoa ya Jessica na Cojack. Nani? Ah, sele ingia mshikaji wangu. Ah, basi wame vipi tufanye kesho? Leo niko busy kidogo. Mwanangu, it is your time, no retreat, no surrender. <laughs> Naona imefanyika kazi nzuri sana, wamepamba kulingana na aina ya watu mashuhuri tulioalika. Jambo letu limefanikiwa. <sighs> Kwa hiyo nakupa zawadi naona, na kuwapa wana zako si ndio? Unaongea nini Sele? mkufu wangu upo wapi? We Sele. Kelele za nini? Una shida gani? Sina kuuliza una shida gani wewe? <tipos> Wena tumeshinda na wewe hapa, umekuja usalimii? Eh? Wewe nisisikie unamfanyia fujo dada yako. Kwenda. ni project nzuri nzuri sana na hata mimi mwenyewe niko, eh, Bwana Simon, vipi? Niko sawa baba. Una okay? Okay, yes I'm very much okay. We, we can go now. Una uhakika? Okay. Yes. Huyu mwanamke anafanya nini hapa? Uh, yes. Sijamwalika na sijui nini kinaendelea. Sweetheart, nini kinaendelea Dad? Huyu mwanamke ndio chanzo cha mimi na Cojack kuachana miaka mitatu iliyopita. Umeshtuka? Ah, uh, Ah. No no. Uh, yes, ah babe, sikutarajia kama utarudi sasa hivi. Are you okay, babe? Sku, sku

manishi chochote kwako, kwa nini umelala naye? Hivyo ndivyo mwanaume mungwana anapaswa kufanya? Mbali na usaliti uliofanya, kauli zako tu zimenifanya nigundue. Nilifanya makosa makubwa sana kuwa na wewe. Lakini nakupenda sana Jessica. unawezaje kumpenda mwanamke ambaye unamsaliti? Kojack, ungekuwa na heshima hata kidogo tu, basi ninaomba usinitafute kuanzia leo, usinijue nyumbani kwetu, usije sahau kama uliwahi kuwa na mwanamke kama mimi na unikome koja. Kuanzia leo I don't

naweza kuongea sema na kusikiliza. Leo tulipokuwa hospitali, mimi na Rose tulikutana na mbunge Richard na alimtizama sana Rose, na akasema anamkumbusha mtu ambaye hawezi kumkumbuka. samina ni usuneni awena Toka siku ya kwanza nilipokutana wewe ulipokuwa wewe na Rosi, wakati Rosi bado ni mchanga kabisa, niliwapenda sana, na niliapa kumpenda sana Rosi kama mwanangu wa kumzaa, na niliahidi kabisa kwamba sitaweza wala kuja kukuuliza kwa chochote kuhusu baba yake Rosi. Kwa nini unataka kusema nini, Saidi? Richard ndio baba mzazi wa Rose. Wamefanya hivi makusudi kwa ajili tu ya kuumiza binti yangu si ndio? Relax, Charles. Ngoja wazungumze, mheshimiwa, eh, kuwa na amani. Nina uhakika ni mambo ya vijana tu watayaweka sawa. Yes, mpenzo wangu. Tafadhali usimfikirie vibaya. Mimi sio mpenzi wako Kojack, mimi na tushamalizana kitambo sana, kwa sababu ya huyo huyo mwanamke wako. Sitaki kuwepo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hapa, kwaherini <Yes>. uende <laughs> popote <hums> twende nje, mzee. Mmefikaje? Yeah, hapa mina tupishe. Nataka kuongea na Beli peke yake. Unaweza ukatoka na ukakaa mahali popote pale, lakini sio karibu na wageni wangu, ondoka. Kwa nini umepita mlango wa mbele na mbele wageni wangu ha? Kwa nini ulipofika kunipigia simu kaniambia umefika, na mbaya zaidi kwa nini hujawahi kuniambia kuwa una mahusiano na kijana wangu Kojak. Oh Wow. <laughs> Kijana wako? Anaitwa nani? Kojak. Okay. Umeshaikuwa na siku mbaya maishani mwako toka umezaliwa mpaka umefika umri huu umeshai? Mimi ni mtu mzima, nimeishi miaka mingi, kuishi kwingi, kuona mengi na kujifunza mengi, isitoshe nimeishi siku nyingi.